Wame, m, ambaye hayuko hata hapa amejuaje? Guys, si mlikuwa mnaona hata mlikuwa mnaona nanye ameanguka mmoja pale kaanguka hivi pale ka, yes we admit that vurugu hii has been with loss of lives, alafu wale wanaoonesha wanao, wanao wanaoonesha wanao hectares and hectares za watu wamelala. Sisi jamani, hivi hivi, do you know, hivi, do you know, hivi, hivi, hivi, what does it mean watu watu hiyo kama wale wanaotaja, sisi tuliwahi kushuhudia mambo ya aina hiyo kwenye nchi moja jirani. Do you know, kwanza tu you, you, huwezi uka huwezi eh, eh, kwanza mji huu tu, harufu yake ingekuwa hivi, unajua damu ya binadamu ilivyo? Wanaongelea tu elfu ngapi, sijui laki ngapi, guys, tuwe makini, there is a, there is a an economic war hapa kwenye nchi yetu hapa. Imagine kila mmoja aliyeguswa na jambo hili at a very family level at a very family level, na akaenda kumhifadhi mtu wake huku nako akaenda naye akaenda. Kumbukeni kwa mfano, kumbukeni kwa mfano MV Bukoba, nilipotokea jambo la MV Bukoba, kwa wale waliokuwepo, yani muwe shuleni muwe wapi, kwa hiyo meli moja, kila mtaa wana jambo hawa watu wanaonyesha hectares ende hectares, eti kwamba hey, guys, let's be sincere. We admit kuna, kuna jambo loss of life has happened, lakini let us respect ubinadamu, and let us respect fami families, familia tuheshimu, tuwape break familia zilizopata madhara kama kuna eneo moja mbili tatu ambayo ina, bado iko na concern nadhani bado na lenyewe linatakiwa lifanyike kwa heshima, sio kwa celebration, sio kwa sherehe I thought, I thought, I thought we admit jambo limetokea, ambalo Watanzania wote tunajua jambo limetokea. Limetokea jambo lililo cost lives lifes. Ndio hivyo vurugu yoyote ikitokea, there is a loss of lives. tume, tume, tume nani wote and then we are now busy We are now busy tunataka, and at the situation ambako kuna mtu amepoteza mpendwa wake, sisi tunataka tuanze kuhesabu kama watoto wamezaliwa, tunataka tuanze kuhesabu kama mafanikio guys.